Kitaaluma mimi ni mwalimu wa darasa, lakini kutokana na matukio ya kihistoria nikajikuta katika harakati za ukombozi wa nchi yangu na baadaye kuiongoza serikali yenyewe, katika uongozi na usimamizi wa mabadiliko hayo. Safari ya maisha ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilianza kijiji cha Butiama mkoani Musoma. Alikuwa mtoto wa chifu Nyerere Burito, kama anavyotuelezea mwanaye Madaraka. Mtu ambaye alikuwa anaishi hapa eneo hili alikuwa ni chief Nyerere Burito. Chief Nyerere Burito alikuwa baba mzazi wa mwalimu Nyerere, na yeye nyumba yake ilikuwa hapo nyuma, hapo kwenye hilo jengo la mviringo ndio ilipokuwa nyumba yake, na hili jengo limejengwa tu katika miaka ya sabini kama eneo la kumbukumbu yeye, Chief Nyerere alifariki hapa mwaka arobaini na mbili na alizikwa hapa kwenye kaburi hili la upande huu wa kulia tarehe thelathini ya mwezi wa tatu mwaka arobaini na mbili. Alikuwa chief wa Wazanaki wa Butiama enzi hizo. Pamoja na kwamba Wazanaki ni kabila dogo sana, lakini ilikuwa lina ma- machiefu ma wengi tu. Kwa hiyo yeye alikuwa ni, ni chief wa eneo la Butiama tu na alikuwa chief hapa kati ya mwaka elfu moja mia tisa kumi na mbili mpaka mwaka 42 alipofariki, mbili alipofariki. Kwa hiyo alikuwa chief chini ya Wajerumani mpaka mwaka elfu moja mia tisa kumi na nane alafu baada ya hapo chini ya Waingereza na yeye alikuwa ni chief ambaye na ameoa wake ishirini na mbili kwa hiyo tunaambiwa hivi kwamba alikuwa na wake ishirini na mbili na nyumba ndogo moja <laughs> <laughs> sasa kwa hiyo mke, mke mmoja wapo sasa mke wa tano wa chief Nyerere Borito alikuwa anaitwa Mgaya wa Nyangombe na amezikwa hapa mwaka tisini na saba na alikuwa anakadiriwa kuwa na miaka mia moja na tano wakati amezikwa. Yeye ndio mama mzazi wa, wa, wa Mwalimu Nyerere. Mwalimu riki ambaye alikulia kijiji kimoja na Mwalimu Nyerere anakumbuka jinsi baba yake Mwalimu Nyerere yaani Chifu Nyerere alivyokuwa anawalea watoto wote hapo kijijini kama wa kwake, hivyo kuwa karibu na familia. Hey, Mwalimu Nyerere, kwanza mimi nimekulia hapa, baba yangu alikuwa driver wa Chifu Nyerere na mimi nimekulia miguuni kwa Mzee Nyerere, na kwa kweli hata mwaka 42 alipofariki nikiwa na umri wa miaka minne na nusu nilikufuru mimi, sikujua amefariki, kwa sababu alizoea nikifika tu naletewa magi ya maziwa na kunywa. Sasa wakati ule amefariki, wamechimba kaburi pale, mimi nimechomoka, na wakati ule ni uchuro mtoto kwenda karibu na kaburi. Sasa nafika pale, ni mimi peke yangu wa umri wangu, naijua siri jinsi gani yule mzee alivyozikwa, maanake nilikuta amemkaliza. Sasa nataka kumuuliza maziwa wazee waliponiona nilipelekwa mbali sana kule kwenye geti, kwamba huyu mtoto amefanyaje amefika hapa. Mwalimu Riki ana kumbukumbu nzuri ya Mwalimu Nyerere, kwani aliweza kufuatilia hatua muhimu za maisha yake tokea utotoni. Amenikuza ingawa alikuwa anakwenda kusoma, mwanzo alikwenda kusoma Mwisenge baada ya kuwa na umri wa miaka kumi na miwili maanake yeye ikazaliwa tarehe kumi na tatu Aprili E, elfu moja mia tisa ishirini na mbili. Baada ya kufikisha umri wa miaka kumi na miwili, mwaka 34 akaenda Mwisenge. Mwisenge wakati ule ndio ilikuwa shule kubwa iliyokuwa imejengwa kwa ajili ya watoto wa watemi ili hapo baadaye wapate watemi wasomi na makarani. Na ilikuwa na ilikuwa madarasa manne tu, lakini mwalimu alikaa pale miaka mitatu kwa wahodari wake walimvuisha darasa la tatu. Alipofika darasa la nne kufanya mtihani akashinda kwenda Tabora skul. Kwa hiyo thelathini na saba mpaka arobaini na mbili miaka sita akawa anasoma Tabora school. na Tabora skul enzi hizo zilikuwa ni madarasa kumi akashinda kwenda Makerere, lakini kabla hajaenda Makerere Disemba arobaini na mbili hiyo ndio akabatizwa Nyegina jina la Julius. Hapa Mwisenga ametumia Kambarage tu na Tabora skul sasa kabla ya kwenda Makerere ndipo akabatizwa Julius kwa hiyo akaenda Makerere mpaka arobaini na tano akafuzu shahada yake ya walimu akarudi kufundisha St. Mary's Tabora, ingawa alikuwa amemwomba aende kufundisha eh, Tabora skuli lakini akahiari. Na enzi hizo, kulikuwa na kaubaguzi kidogo, mission ilikuwa inalipa malipo kidogo, kidogo serikali inalipa mshahara kidogo juu, lakini akahiari kwenda kufundisha St. Mary's Tabora ambayo sasa hivi inaitwa Mirambo ambako kuna mshahara kidogo. Kwa hiyo hiyo tu peke yake ilikuwa ni moja ya dalili kuonekana kwamba Mwalimu alikuwa si mtu mwenye tamaa. Arobaini na tisa akaenda Edinburgh University amebahatisha, akaenda kule akapata, e, nini shahada yake ya Master of Arts. Hamsini na mbili Julai akawa amefuzu akarudi nyumbani. Alipofika wakamposti wakam upgrade kutoka junior St. Mary's kwenda senior Pugu Secondary School, ambayo wakati ule sasa ilikuwa na madarasa 12. Eh, St. Mary's ilikuwa na, e, na madarasa 10 tu. Kwa hiyo Januari tarehe 21 53, ikabidi apate partner, ndio wakafunga ndoa na mama Maria Gabriel ambaye ndio mama wa Wadogo zangu hapa, akarudi Pugu ndiye amefundisha kule. E, tarehe tano mwezi wa saba akaanzisha tano hamsini na tano alipokwenda Yuno wakaona huyu mtu kumbe ni hatari huyu. Kwa hiyo kwa amri ya gavana akamshawishi headmaster kwamba muulize mwalimu wako huyo atapenda kufundisha au ataingia mwenye siasa. Basi kweli principal akamwita akamuuliza, akasema ngoja nifikiri. Lakini kufika tarehe ishirini Machi hamsini na tano akapeleka barua ya kuacha akasema, naingia mwenye siasa. Waliofanya kazi na mwalimu Nyerere kwa nyakati mbalimbali walikuwa na nafasi ya kumfahamu kabla hajapata nyadhifa kubwa ya uwaziri mkuu au hata uraisi wao wanatupa picha kuwa Nyerere alikuwa mtu wa aina gani? Wakati huo wa miaka ya arobaini na ya hamsini mwanzoni, alipokuwa mwalimu wa St Marys Tabora na baadaye shule ya St Francis Pugu. Kwa mara ya kwanza kukutana au kumfahamu ee, baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ni Tabora, wakati ule yeye akiwa ni mwalimu wa Tabora St Mary Secondary School ya Catholic na mimi wakati ule nikiwa ni mwanafunzi pamoja na wanafunzi wenzangu wa Tabora Boys Government Secondary School, ndio kwa mara ya kwanza nimemfahamu. Sasa hiyo nikufahamu kama mwanafunzi na mwalimu. Hey. Hey. Mwalimu tulikuwa tunamfahamu kutokana na kwamba tulipokuwa Uh, High School Tabora ndio alio alipomaliza uh, masomo yake kule Uingereza, akaja kufundisha secondary school, senior secondary school ikiitwa St Mary's pale Tabora. Kwa hiyo alipokuja Tabora, sisi tulikuwa uh, darasa la mwisho. E, pale Tabora tukaondoka tukaenda Makerere tukamwacha pale mwalimu. Mimi mara mwali yangu ya kwanza nilikuwa ni, kwa ni nanaee mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane Tabora, na ndipo nilipoanza kum, kumfahamu mi nikisoma Tabora uh, shule ya serikali Tabora hapa Secondary School na nyeye akiwa ni mwalimu katika shule ya Katoliki kitwa Saint, Saint, Saint Mary's eh, Secondary School. Sasa nilikutana naye vipi? Kulikuwa na debates, ime imepangwa eh, kati ya well, kati ya shule ya Saint Mary na sisi Tabora, eh. Mimi nimeanza kumfahamu kwa karibu Mwalimu Nyerere akiwa mwalimu darasani. Ilikuwa ni shule ya sekondari ya Pugu, mimi nikiwa mwanafunzi pale kwa miaka miwili, kwa sababu Pugu ilikuwa ina inachukua wanafunzi waliotoka sekondari za kawaida zinaishia standard 10 wakati ule, halafu wao wanachukua miaka miwili mpaka kufikia Cambridge school certificate. Kwa hiyo miaka yangu miwili ndiyo nikamkuta Mwalimu Nyerere naye ameanza kufundisha pale. Tulikuwa wakati ule ni madarasa lina wanafunzi ishirini na tano tu, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa mwalimu kuwafahamu wanafunzi kila mmoja na, na kwa wanafunzi kumfahamu mwalimu wao kwa karibu, kwa sababu alikuwa alikuwa anamwangalia kila mwanafunzi uwezo wake, anaita nani anahitaji msaada zaidi na hivi, kwa uchache wetu. Nilikutana naye mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo sana nilikuwa shule shule ya msingi mwaka hamsini na mbili. Nilikuwa mtoto mdogo wa miaka kumi na mbili hivi, yeye alikuwa kama na miaka thelathini hivi. Ni wakati ambao amerudi kutoka Edinburgh. Sasa nyumbani kwao si mbali sana na nyumbani kwetu, na kaka yake Chifu Wanzagi alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa chief wetu Chief Makongoro. Kwa hiyo katika kipindi kile alipokuja yuko Butiama pale aliamua kuja kutembelea e, Chief domu ya Makongoro. Alipokuja chief alifanya mpango aonane na vijana, kwa hiyo akatukusanya shule tatu za msingi zilizokuwa katika eneo lile, tukakusanyika kwenye mti mkubwa tu akaja naye na alitaka aja azungumze na sisi alikuja akazungumze na sisi. Mara yangu ya kwanza kukutana na Mwalimu Nyerere ilikuwa ni mwaka hamsini na nne wakati nikisoma Minaki Secondary School na yeye akifundisha eh, Minaki eh, Pugu Secondary School. Alikuja pale kutoa lecture juu ya umuhimu wa Tanzania kuwa huru na namna ya sisi wa Afrika, sisi wa Tanganyika kuungana kung, ili tukaweza kuleta uhuru. Uh, nikiwa mwanafunzi Makerere College, ndio kilikuwa chuo kikuu pekee Afrika Mashariki. Mimi nimekwenda pale kama mwanafunzi kutoka Tabora School na tulipokuwa pale uh, tuliunda chama cha wanafunzi wanatoka Tanganyika. Tulipokuwa pale, tukaanza kusikia kwamba Mwalimu Nyerere ambaye alikuwa amerudi tu kutoka masomoni Scotland na alikuwa wakati huo anafundisha uh, nani St Mary's skuu Tabora uh, alafu akaja Pugu na kwamba alikuwa amejiuzuru kazi yake ya uwalimu ili aendeleze siasa. Ndio mara ya kwanza kumsikia mwalimu Nyerere. Na kama tulivyosikia, mwaka 1955 mwalimu Nyerere aliamua kujiuzuru kazi ya ualimu na kuutoa muda wake wote katika kupigania uhuru wa nchi yake. Lakini kitu cha kwanza ambacho watanzania wengi nafikiri, lazima ajue ni kwamba aliacha kazi yake walimu na prospects za kupata mshahara mzuri, baada ya wenzake kumkubali kwamba aingie ile Tanzania African National Union, Tanganyika African National Union tano, akaacha ule mshahara akarudi not knowing atapata wapi chakula yeye na familia yake na for the rest of his life, mpaka tulipopata uhuru 1961 alikuwa anazunguka zunguka huko nchini ku preach kwamba watanganyika tuungane, tuwe kitu kimoja, tudai uhuru, tuweze kujitawala. Mwezi Julai saba tano ikaundwa na ilipotangazwa na, na tukapata tuka, tukafahamu kwamba mzee Ali Sykes wakati ule alikuwa kijana kwa sababu kwa bahati nzuri yeye ndiye aliyechapisha kadi za kwanza za tano kwa hiyo akaja pale kwenye kikao tulikuwa tunakutana mara nyingi ijumaa jioni na ndio akatueleza juu ya hiki chama kipya cha kupigania uhuru. Sasa sisi pale, wajumbe wote tukasala kama ni hivyo bwana, na sisi tunataka kuingia nai. Bahati nzuri alikuwa amejiandaa, alikuja na kadi, kwa hiyo mi nikaingia na wenzangu wa kamati wakaingia. Ah, mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1957 wakati mimi niko secondary school form 2. Mwalimu alikuja eh, Zanzibar kule, katika utaratibu au juhudi zilikuwa zinafanywa na nchi za PAFMECA kuleta mawasiliano kuleta mawasiliano eh baina ya chama cha Afro Shirazi Party na chama cha ZNP mara ya kwanza kumuona lakini nilimuona zaidi katika katika zoezi hilo, kwa sababu alihudhuria mkutano pale Kupas mkutano mkubwa sana, na eh, baada ya mkutano ule, sisi wengine ambao tulikuwa katika mmoja wa vijana tulipata nafasi ya kuzungumza at least kupiga naye picha. Hiyo ni kwa mara ya kwanza kabisa. Eh, kama mwanaharakati na mwanasiasa, Mwalimu Nyerere alifanya kazi kubwa ya kuhamasisha na pia kuunganisha wananchi wa Tanganyika. Wapo vijana waliokuwa masomoni nje ya nchi ambao walishawishika na hatimaye kurudi nyumbani kujenga taifa, kama mwanasheria mkuu mstaafu Mark Bomani. Mi nimemaliza Makerere nikaenda Ulaya kuchukua sheria, na nilipokuwa Ulaya nasomea sheria Uh, nilikutana na bwana Oscar Kambona ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa TANU wakati ule, lakini alikuja Uingereza kusomea sheria. Sasa tukiwa wote pamoja, ndio ikawa nafasi ya kukutana na Mwalimu Nyerere, alipitia Uingereza anaelekea Marekani. Sasa tukafanya mpango wa kukutana Mwalimu kama wanafunzi wa kutoka Tanganyika, e, tukakaribisha akaja kuonana na sisi wanafunzi wa Tanganyika na ndio ikawa mara ya kwanza kukutana naye. Kati ya mwaka 1955 mpaka mwaka 1960 Mwalimu Nyerere alikuwa nje ya mfumo rasmi wa utumishi wa serikali ya kikoloni ingawa wasomi wazawa wengi walipewa nafasi. Ka si, si, si, si, wak, katika, katika jitihada hii ambayo tumeanza mwaka elfu moja tisamia na hamsini na nne, sio sisi pekee yetu tulioanza, sio sisi watu wa kwanza katika dunia nzima kuanza kutawaliwa na watu wengine. Mataifa mingine mengi yametawaliwa wa Amerika ambayo leo ni taifa kubwa la kwanza ulimwengu mzima walikuwa ni kanuni sawa sawa na sisi, walitawaliwa na waingereza wenzao we kwa miaka mingi. Ukafika wakati wa amerika wakasema hatutaki sasa kutawaliwa. Waamerika walikuwa wanafanya jambo lile, kwa nini? Kwa sababu ya kuchukia rangi ya waingereza? Hata kidogo, si habari ya rangi, si habari ya rangi hata kidogo. Walikuwa ni rangi yao wale wale, wengine walikuwa ni wajomba zao, wengine walikuwa ni babu zao lakini kwa nini walisema wanataka kujitawala? Walitaka kujitawala kwa sababu ni wajibu wa kila taifa ambalo limehama liko katika mahali linasema hii ni nchi yetu, liweze kutawaliwa na watu waliomo mahali palepale, sio wageni wanaosafirishwa kwa ndege au kwa meli kutoka nchi ya mbali. Ndiyo si maana walidai kujitawala wa Amerika. Mnamo mwaka 1960 Mwalimu Nyerere alitakiwa kuunda baraza la mawaziri kama hatua ya awali ya kuanza kujitawala, yani Tanganyika Internal Self-Government. Mwaka uliofuatia 1961 akaapishwa kuwa waziri mkuu wa serikali ya kwanza ya Tanganyika. Niliombwa na gavana e, kama nitakuwa tayari kuwa waziri mkuu katika serikali mpya ya Tanganyika. Nikakubali mwaliko wake, na leo asubuhi wenzangu na mimi tuliapishwa kushika kazi zetu za kuwa mawaziri. Kwa hiyo nasema nanyi katika hali ya kuwa waziri mkuu katika serikali yenu wenyewe, yenye wajumbe waliochaguliwa na raia. Kwanza napenda kuwaambieni, ingawa baadhi yenu labda mmekwisha kusikia wenzangu ni nani atone general yaani, wakili wa serikali ni bwana JSR Cole. Waziri wa kutangaza habari ni bwana Davis. Waziri wa fedha ni Sir Ernest Vasey. Waziri wa ardhi, upimaji na maji ni Mtemi Fundikira. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ni bwana Kahama. Waziri wa afya na wafanyakazi ni bwana Bryson. Waziri wa mambo ya njia, umeme na kazi ni bwana Jamal. Waziri wa kustawisha ukulima na vyama vya ushirika wa kazi ni bwana Paulo Bomani. Waziri wa biashara, kazi na uchumi ni bwana Swai. Waziri wa elimu ni bwana Oscar Kambona. Waziri wa serikali za wilaya na kazi za kuwapatia watu nyumba za kukaa ni bwana Kawawa na baraza hilo la kwanza la mawaziri la Tanganyika aliloliunda Mwalimu Nyerere lilikuwa na viongozi ambao aliwafahamu kwa muda. Viongozi hao walikuwa na uzoefu kiasi katika utumishi wa serikali. Lakini nilipoingia civil service mwaka 57 mwaka <coughs> Tuli, niliku, niliku, niliku, tuliweza kukutana naye very soon afterwards kwa sababu eh, <coughs> kijana aliyekuwa classmate wangu pale Tabora na kule Makerere aliteuliwa kuwa ni Public Secretary wa TANU huyu sio mwingine bali ni bwana Roland Mwanjisi. Sasa atakuwa ni mzee <laughs> Roland Mwanjisi <coughs> na ali, ali alipoteuliwa kuwa eh, secretary, public secretary wa TANU alinipeleka Magomeni, nika nikafahamiana na Mwalimu wakati huo Mwalimu aliniadvise wakati huo kwamba kwamba sisi tulioko katika civil service lazima tufanye kazi kwa bidii, tujaribu kuchukua nafasi za hawa wageni ambao walikuwa wa, wanajitayarisha kuondoka kutokana na kwamba eh, harakati za kupata uhuru zilikuwa zinakaribia. Wakati huo nalipokuwa diwani, kachaguliwa kwa mwenyekiti wa kwanza Mwafrika wa Dodoma eh, Town Council, Town Council. So nikapata eh, uzoefu mkubwa sana eh, huku nikiwa eh, eh, nikiwa mwenyekiti nikiwa dead na huku nikiwa chairman wa Dodoma Town Council. Kwa hamen wawadodomaoa kwa hiyo kwenye local government nikaa nimepata uzoefu mzuri sana sasa, katika kuendelea ndo imekuja wakati wa, wa uhuru eh, wakati huru si na hili na lile, nasikia PC ananita kasema, tunakupa gari unakwenda Dar es Salaam, tena ukiweza usimwambie mtu yoyote kama ameondoka. Eh, haya mimi, unatakiwa na Mwalimu Nyerere. sasa katika ile internal self government mwaka sitini na moja mwezi Mei amenichagua kuwa mmoja watu kumsaidia kama waziri wa serikali za mitaa. Wiki sita tu baada ya uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere alijiuzulu nafasi yake kama waziri mkuu na akaamua kutumia muda wake kuimarisha chama cha tano na uhusiano wa wananchi na serikali yao. Ni katika kipindi hiki alipoandika kwa kirefu mawazo yake kuhusu jamaa, uhuru na umoja kupitia makala na vitabu vyake kama vile kitabu cha Uhuru na Umoja. Uwepo wa mamilionia katika jamii yoyote si ushahidi wa mafanikio ya jamii husika, hata kidogo. Wanaweza kuzalishwa tu na nchi masikini sana kama Tanganyika kama ambavyo nchi tajiri kama Amerika. Maana si ufanisi wa uzalishaji wala sio kiasi cha mali katika nchi ambayo inatoa mamilionea, bali kutokana na mgawanyo usio sawio wa kile zinazozalishwa. Mara nyingi sana nimesema naye juu ya umasikini, ujinga na maradhi, lakini kwa kweli adui wetu mkubwa ni umasikini. Tukiweza kumshinda adui huyu, tutakuwa tumepata silaha itakayotuwezesha kushinda ujinga na maradhi lakini nyinyi tu mnaweza kupigana vita vya umasikini. Namwomba kila raia wa Tanganyika aape kiapo cha kuwa adui wa umasikini, amshambulie adui huyo mahali popote atakapomwona. Ukiacha pamba yako shambani bila kuichuma, ukiwa na uwezo wa kuongeza shamba lako kwa eka moja au nusu eka au hata robo eka lakini ukaacha kwa uvivu tu, ukiacha rutuba ya shamba lako ikaharibiwa, ikiwa shamba lako limejaa magugu na wewe hujishughulishi kuyaondoa, ikiwa unapuuza mashauri unayopewa na wataalamu wa kilimo, au hujishughulishi kuongeza elimu yako ya kilimo, au ikiwa unazurura tu bila kufanya kazi na kumtegemea mjomba au shangazi au prime minister wa Tanganyika akufanyie kazi basi, wewe ndugu yangu, si adui wa umasikini, wewe si adui wa ujinga, wewe si adui wa maradhi, wewe kwa kweli ni rafiki mkuu wa maadui hao. Mwaka 1962 uamuzi ulifanyika kuifanya Tanganyika kuwa jamhuri na Mwalimu Nyerere akateuliwa na tano kuwa mgombea wa urais. Uchaguzi huo ulimpa mwalimu ushindi mkubwa, na tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 62, yaani mwaka mmoja kamili baada ya uhuru, Mwalimu Nyerere akaapishwa kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika.